Yes, mambo vipi? Mchezaji wa klabu ya Inter Milani Mahedi Taremi raia wa Irani amezuiliwa kuingia kwenye nchi ya Marekani. Tunafahamu kwamba vilabu eh, vipo Marekani kwa ajili ya kombe la dunia la vilabu. Sasa Mahmed Taremi yeye ni raia wa Irani, na tunafahamu wa Irani sasa hivi wanaishambulia Israeli. Israel inasapotiwa na Wamarekani. Sasa Wamarekani kuonesha kitendo wanachokifanya wailani hawapendezwi nacho, wameamua kumzuia Mahmed Taremi kuingia kwenye nchi yao. Kwa maana Mahmed Taremi atoshiriki, atochezea klabu yake ya Inter Milani kule Marekani, kwa sababu raia wa Marekani yote kwa sasa atakiwi akanyage kwenye ardhi ya pale Marekani kwa maana Donald Trump bwana mdogo amemzuia askanyage kwenye ardhi za Marekani kwa sababu yeye anatokea Irani.